Salama, habari yako. Naitwa Judith Kapinga, naibu waziri wa nishati. Sijui naongea na nani, kutoka wapi? Karibu sana, ashukuriwe, tukuhudumie bila. Samahani. Aha, umeshafanya maombi ya kwamba umeme umeshapata namba. Aha. Sasa kuna utaratibu wa kupata unajua huduma zetu za Aha, sawa. Sasa unahitajika kwanza kufanya maombi na kupata taratibu mpaka utakapofika kwenye kupata control namba, na kisha baada ya hapo tutaweza kuendelea, hmm. kuna jambo lingine unataka nikusaidie? Asante sana shukulu, iwe karibu tena. Asante. <laughs> Asante sana. <laughs>